Umalo usilipe kidole kwingineko. Serikali imebaini kuwepo kwa maeneo mengi ambayo wamiliki wake wameshindwa kuendeleza, hali ambayo imesababisha migogoro ya mara kwa mara baina yao na wananchi. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi William Lukuvi amesema kuanzia Januari mwakani serikali itakagua mashamba yote yaliyoshindwa kuendelezwa, yasiyolipiwa kodi na yaliyowekwa dhamana ama bondi na kuyarudisha serikalini. Amedai hatua hiyo itafanyika kwa umakini mkubwa kutokana na serikali kutambua kuwa ardhi ni uchumi wa mtu na serikali na utasaidia kupunguza migogoro ya ardhi iliyopo. Taarifa yake ilivyokatusibuliza inasoma studio na McDonald Model. Hatua hiyo imekuja baada ya waziri Rukuvi kutembelea kituo kipya cha utoaji wa huduma za ardhi kwa njia ya mtandao jijini Dar es Salaam na kubaini maeneo mengi yanaendeshwa kiholela na mbayo inatumika kwa manufaa ya nchi na ardhi kiasi gani ambayo inatakiwa irudi mikononi mwa serikali kwa sababu haitumiki vizuri, na tuwapa wawekezaji wengine au wananchi wenye shida au tuweke akiba ya serikali, kwa sababu sisi tunajua kwamba ardhi ni uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini ni uchumi wa serikali. Sasa hatuwezi kuendelea kufumbia macho na kuona watu wamelimbikiza ardhi nyingi, wamekaa nazo, hawalipii ada ya serikali, lakini hawaendelezi. Na kutokuendeleza katika maeneo yale kunasababisha migogoro, kwa sababu wananchi hawawezi kusubiri. Wewe umeweka shamba pori pale kijijini, alafu waiache tu, wanavamia. Matokeo yake sasa kunakuwa na uhasama kati ya mwenye shamba na wanakijiji ambao hawana ardhi. Kwa hiyo wote ambao tutagundua wana ardhi wasioendeleza wana ardhi ambao wamemogeji kwa miaka kadhaa, lakini fedha zao hazikuingia kuendeleza yale mashamba, tutanyang'anya. Na wale ambao wamehaulisha mashamba yao vijijini kule, wamechukua hati hawajaendeleza kwa madhumuni yale waliochukulia zile yale mashamba, nao tutawanyang'anya. Kaimu katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi Dr. Moses Kisuruka amesema kwa maagizo aliyopewa na waziri ya uboreshaji huduma hiyo, wananchi wategemee kupata huduma bora kuanzia sasa gani. Kama ni mwanzo kabisa, anaenda kwenye desk ya kamishna ambayo imeandikwa kama anafuatilia hadi anakuja kuichukua, anaenda kwenye desk ya msajili, au kama ni sage, au kama ni mchoro, huduma zote zinatolewa ndani ya kile chumba cha huduma kwa pamoja. Kama ana maswali, anapata huduma, kwa hiyo na wateja wamewagawanya katika makundi manne. Kundi la kwanza hapa Dar es Salaam, wale ambao wanatoka Ilala ambao wanafuata siku ya Jumatatu, Jumanne tunashughulikia watu wa Temeke na Jumatano watu, watu wa Kinondoni. Alhamisi ni watu wa sehemu zozote zile nchini, lakini tulitoa matangazo, lakini kitokea mtu hakufahamu, amekuja hata atahudumiwa siku zote. Siku ya Ijumaa kawaida maafisa wetu wanasenda filu lakini bado kuchika kwa wazi katika hatua nyingine, zikiwa zimesalia siku saba kukamilika kwa agizo la ubomoaji wa nyumba za maeneo oevu na hatarishi, wizara hiyo imeanza kazi ya kuweka alama X katika nyumba hizo, huku baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wakilalamika. Inatakiwa watu wa, wapate haki zao. Tunapata viwanja Mabwepande. Kuna watu wameshapata tayari wazi la bonde na ilikuwa likitumika sana kulima miaka ya nyuma, kwa hivyo haikuwa na zile hati miliki hasa. Hati yangu ni miaka tisini na tisa, hii hapa, imesainiwa kabisa, wala siyo ya kufoji wala siyo chochote. Serikali ya awamu ya tano tangu imeingia madarakani imedhamiria kuyarudisha maeneo yote yasiyoendelezwa sambamba na kusimamia sheria ili kukuza uchumi na kuleta maendeleo ya kweli kwa wananchi wake.